E bwana, karibu kwenye chaneli yetu ya maisha kisasa. Leo nitakwenda kufundisha namna ya kuongeza status viewers bure kabisa kupitia WhatsApp. Lakini pia kuongeza watu ama wateja ambao wataona bidhaa zako kupitia WhatsApp. Je, unajua kuna namna ya kukufanya uwe na viewers wengi ama watu wanaona bidhaa zako wengi kupitia WhatsApp kupitia status? Kama utakuwa hujui Ngoja ni kuelekeze kuna feature imeongezeka hapa kwenye WhatsApp. Ni kwamba wameongeza yani namna ya kuwafikia watu wengi zaidi yani ambayo hii inahusisha tags zamani status kwenye kutagi ilikuwa lazima uwe na bot. lakini sahizi wameongeza tagging, una tagi group, una tagi magrupu matano sasa ni vipi na tagi? Ipo hivi kwa mfano, nataka ku update status hapa, nitabonyeza hapo, nataka ku update status. nataka ku update labda status, ngoja nitafute picha ya kuweka kwenye hiyo status ambayo nataka ku update. Kama hii hapa, mfano nataka ni update hii status, niseme design kama hizi, karibu kwa design kama hizi hapa, ngoja niandike. Ntaandika karibu mpate karibu upate design kama hizi ina maana hapo tayari nishaiandaa status yangu, nataka niiposti sasa. Hiyo hapo moja kwa moja nitatagi group, nita sasa nataka kutagi group, fanya hivyo, utafanya kitu hiki hapa, utabonyeza hii hapa, at hii alama ya at hapa. Ukishaibonyeza itarodi watu ambao inatakiwa uwatagi kwenye hiyo WhatsApp yako, tusubiri i... Lord, group, unaweza ukatagi unaweza ukatagi namba ya simu, unaweza ukatagi chochote ili mradi group lisiwe only admins, ili unaweza ukatagi hata namba ambayo haujaisevu. Kumbuka, zamani tulikuwa tukitaka kumfanya mtu aone status yetu, ilikuwa lazima lazima awe amesevu ya namba yako, lakini kwa sasa sio lazima, ila ukiwa tu na tuna magroup unaweza ukatagi kwa mfano na tagi hili group alumni class of alumni, hiyo hapo, biology hiyo hapo, hizo nitatagi, hiyo nitatagi, hilo nitatagi, hilo group nitatagi, hilo group nitatagi na hilo. Sa hapo inakua imefika tano. Kwa moja kwa moja nitabonyeza tick hapa, nikishabonyeza tick tayari nimesha select sasa kinachobaki ni kupost tu, moja kwa moja nitaklik hii sehemu ya kupost ili status yangu iende hapo. Nitakuwa tayari nimeshawatagi ma group mengi ambayo yana watu ambao sijasave namba zao, lakini wataona status yangu. Kama hivyo fikia hapo, nitakuwa nimeongeza viewers wa status e, wa WhatsApp yangu. Bye. Tukutane kwenye video inayofuata. Ila usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Lakini pia kama utakuwa umeona video ni nzuri ama imekuvutia, inaweza ikawafaidisha na wengine, unaweza unaweza ukashia kwa wengine. Bye.